Kwayo, kwa hiyo wewe kuniaga kote kwamba unaenda sokoni kumbe ulikuwa unakujaga. Ina maana ni kitu gani ambacho umekosa kwangu mpaka uje kwa huyu? Mume wangu naenda sokoni. Huyu napishana naye tu hapa ndo akano ku, kusema maneno yake tu. Kosi. Sijamjadi chochote. Au umekuta hapa nimemkumbatia. Sema so, nikuta nimesimama. Sasa na mwenzako nasema hivi. Sasa niwaone hapo. Kwanza ungeondoka wewe. Hapo umesimama sabini na. Kwanza Gani vinavifanya, au kwa sababu mimi sina pesa, ya kwamba doifantu kama hivyo? Amna mwanangu, sio kwamba mimi labda pengine kusimama na huyu mtu kwamba nimekuzarau. Sijakuzarau, sema weye tu ni mafikirio yako, umefikiria. Pengine mi naridhika na hicho hicho ambacho tunachopata basi Sao, lakini sawa, lakini unachokifanya sio sahihi. Kwa sababu gani? mimi najua tu, kwa sababu nafanya hivi, kwa sababu mimi sina pesa. mimi mimi napambana kwa plani, kwa namna yote hii nipate pesa na kutunza, lakini kwa nini wao nifanyie vitu kama hivi? Najua na mimi, ndio maana sitaki hata ukucheche mwangu, kwani umenikuta hapa nimefanya? Sasa niko nimesimama tu eh. Wewe unasimama na mtu hadharani kama hivi, Mtu wangu anasema naye kabisa, umejiachia kabisa, na unajua ni mke wa mtu, ni kwa nini usimenea. Mimi nimesimama naye maana nilikuwa napita, kanisimamisha alikuwa ananiuliza Sijamjibu wewe <tune> nayo katokea. Lazima mkaka wa watu waogope, si nikuita mume wangu? Angekuwa mchepuko tayari angekimbia. Kwa nini hajakimbia? Sawa, ndio maana nakupenda mume wangu, naona unakaa na mawivuwivu tuaena

nyumbani kwetu sisi tuna mang'ombe yapo mengi

Kiti umenipenda kwa sababu nikijiuza, umenipenda ni uzo, umenipenda umekata. Eh nao nao, mimi nyumba ni kwetu, sisi tuna magari, ukiachana ng'ombe tu, hizi kuna magari mengine tungu. Eh, eh, sasa una ile kaunti gani? Sasa mtoto wa mchato eh, mimi hapa nimekuja kabisa, nimejifia, nimeoza. Yani hapa natembea, niko marehemu. Unaonaje kama sasa kila siku kufikiria kufikiriana. Naomi. Mbona ni yanja mwana wangu? Kila siku kufikiria kufikiria. Yaani mimi mtu nampenda, nimejitwali moyo wangu lote, nyumbani nimewambia kuna kabinti na katoka kule kwenye kwenye ndio ah, hivyo kina mna shida ananifikiria. Ananipenda. Unaona nikimzungumzia mimi ananichekea. Ananipenda, hata nikienda nyumbani sina wasiwasi.